Uh, niko na mkuu wa wilaya ya uh, Misungwi uh, mmoja kati ya maeneo ambayo uh, yameguswa na ilani iliyopita, lakini pia yanakwenda kuguswa na ilani uh, inayokuja. Kwanza heshima yako kwa mheshimiwa. Asante. Yes, sana. Habari ya kazi? Niko vizuri, ndio kwanza mkutano umemalizika leo na uh, tayari wajumbe mnatawanyika. Nini kilikuwa cha tofauti kwenye mkutano huu? Mkutano huu kama ulivyoona utofauti wake kwanza, ulikuwa na watu wengi ukilinganisha na mikutano mingine, kwa ule, ule maalum wake unaonekana, lakini ajenda zilizojadiliwa tulipotoka kwa miaka mitano iliyopita, ilani ambayo tunaimaliza sasa hivi, lakini na tunapokwenda katika ilani ambayo leo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ameweza kuizindua, okay. Uh, najua umeondoka na ujumbe hapa na safari inaanza kurudi Misungwi, kwa ajili ya kwenda uh, kuwaeleza yaliyowekwa kwenye ilani hii mpya. Labda kabla hujafika, naomba watumie ujumbe hapa kupitia Jambo uh, kwamba ni nini na nini ambacho umekiokota hapa ambapo, ambayo unakwenda kuwapelekea. Kama ambavyo mmemsikia mwenyekiti wa CCM Taifa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema na ameelekeza, ilani hii sio ya sekretarieti, ilani hii siyo ya kamati ambayo imefanya maandalizi ya hii ilani, ilani hii sio ya wajumbe wa mkutano huu mkuu lakini ilani hii ni ya wana CCM wote, lakini sio tu wana CCM kwa sababu inaenda kutekelezwa kwa wananchi wengine ambao sio wanachama wa CCM. Kwa tafsiri ya haraka, ilani hii ni ya Watanzania wote. Kwa hivyo, kama ambavyo umesema, tumepata dondoo, tunakwenda kuisoma kwa kina, lakini kama umesema, maelekezo vizuri ameelekeza, ilani hii ikachambuliwe, kila mkoa iwe na kipande chake, kurahisisha utekelezaji wake okay. kwao mimi nataka kusema tu Wananchi wa Misungwi wawe tayari, tutawafikishia salamu za mheshimiwa mwenyekiti wa, wa mwenye chama chetu cha system, lakini tutawaeleza yaliyomo ndani ya ilani ya 2030 tukielekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Okay. A, mimi nisiwe na mengi sana, mheshimiwa nikutakie safari njema. Asante sana na kushukuru,